Risala hii ni utunzi wa Sheikh wetu Sheikh Jamil Halim Al-Husaini rahimahullahu ta'ala wa hafidhahu. Na yeye huyu mpaka hivi sasa bado yuko hai. Kusema rahimahullahu haimaanishi ni maiti, na sio kwamba mtu akiwa yuko hai haifai kusema rahimahullahu, inafaa kusema rahimahullahu. Na huyu ni katika mashekhe zetu alhamdulilahi, na kitabu hichi ambacho nasomesha alhamdulilahi pia nimekisoma kwake. Bismillah, tunaanza kusoma kitabu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, shukrani zote zinamstahikia Mwenyezi Mungu muola wa walimwengu. lahun nimatu wa lahul fadlu wa lahul thanaul hasan, ana yeye fadhila na anastahiki yeye sifa nzuri, yaani yeye Mwenyezi Mungu ana anafadhili kwa waja bila ya kuwa ni lazima kwa yeye, na yeye anastahiki sifa njema.

Wa baadu, na baada ya utangulizi. Fa inna llaha azza wa jalla, basi hakika Mwenyezi Mungu aliyemshini na aliyetukuka. Jaala fil aami mawasima, amejalia katika mwaka misimu mbalimbali. Limudhaafatil hasanati, kwa ajili ya kuongezewa mema, yani malipo ya matendo mema tunayoyafanya. Wal itqi min nari jahannama, na kwa ajili ya kuachwa huru kutokana na moto wa Jahannam. Wa ijabati duai, na kukubaliwa maombi wajaala liyaumi arafata maziyatan ala ayami laami kullihi, na akajalia kwa ajili ya siku ya Arafa maziya sifa special juu ya masiku ya mwaka yote. Nadhkuru min dhalik, tunataja miongoni mwa hayo mambo special kwa siku za Arafa anahu alyawmu alladhi nazala fihi qawluhu subhanahu wa ta'ala, ni kwamba hakika siku hiyo ndiyo siku ambayo ameteremsha ndani yake mwenyezi Mungu kauli yake, utakasifu ni wake na aliyetukuka, imeteremka ndani yake kauli yake mwenyezi Mungu, utakasifu ni wake na aliyetukuka, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Alyauma, siku ya leo. Akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kwenu nyinyi misingi ya dini yenu. Waatmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum lislama dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu ndiyo dini, yaani ndiyo dini sahihi.

kuwa siku hiyo imekamilishwa misingi ya dini yetu, tungelifanya siku hiyo kuwa nidi taban. Tufahamiane, Mayahudi kiasili ni wale ambao wanamfuata nabii Musa, lakini baadaye Mayahudi wakaenda kinyume na misingi ya tauhidi aliyofundisha nabii Musa na wakakufuru na wakazidi kukufuru baada ya kuja nabii Isa, halafu wasimwamini kwa hiyo hawa wanahesabua ni makafiri, na hakuna Myahudi muislamu. Na kwa hivi sasa hakuna Myahudi ule wa asili haswa, hata wale ambao sio Waislamu pia hawapo. Wapo hawa ambao wanajinasibisha na Uyahudi, lakini kiuhakika sio Mayahudi, yaani sio katika ahlul kitabi wale wenyewe wa asili. Na kwa faida aliposema Mwenyezi Mungu alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati. Hii siyo dalili kwamba maulidi ni haramu na mfano wa hivyo, hatupo kwenye kuelezea hilo, lakini hii siyo dalili kwa sababu baada ya kuteremka aya hii zimeteremka aya nyingine, na makusudio ya aya hii siyo maana yake kila kinachokuja baada ya aya hii ni haramu, hakifai sivyo. Aya zilizoteremka kama aya za kuharamishwa riba zimeteremka baada ya hii, unataka kuzipuuzia aya hizo kwa sababu zimeteremka baada ya hii? Bali makusudio ya aya hii ni kwamba misingi ya dini ilikuwa tayari Mwenyezi Mungu ameshaikamilisha kiasi ya kwamba lau isinge iliteremka aya nyingine na usinge iliteremka wahyi, kilichoteremshwa katika misingi kinatosha kufahamikwa mambo mengine. Hayo ndio makusudio na kwa faida nyingine, haitakiwi mtu kusema kwamba kila kitu kimo katika Qur'an. Hii kauli sio sahihi, imeenea, unakuta mpaka baadhi ya mashekhi wanasema kila kitu kimo katika Qur'an. Dalili yake sio sahihi. Sema kila kitu msingi wake au kaida yake unaweza ukapata kwenye Qur'an, naam, lakini sio kila kitu kimo katika Qur'an. Sivyo, kuna maana gani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo sio kila kitu, mpaka inafikia mtu anakwambia mpaka kuvaa kazu rangi ya buluu ipo, haya yake. Huu ni uhuni na kuvuka mipaka, siyo hivyo. wa maana al ayati, na maana aya alyawma akmalat qawaidu dinikum ya ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alyawma aktamalat, siku ya leo zimekamilika kanuni za dini yenu, enyi umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sio akmalat, ni iktamalat alqawaidu allati hiya min usuli dini wa usuli alfurui, kanuni misingi ambayo ni katika misingi ya dini na misingi ya tawi, yani mambo ambayo yasiyokuwa ya, ya tauhidi, misingi ambayo ni misingi ya tauhidi na misingi ya masala mengine kama vile fiqh na kadhalika, leo yamekamilika walam yanzil baada hadhihi layati ayatun wala, haijateremka baada ya hii aya ambayo fiha bayanu qaidatin min qawaidid dini, ambayo muna ndani yake kubainisha qaida katika qaida za dini, yani kanuni misingi katika misingi ya dini, bali ni kuelezea tafsili aya ambazo zimeteremka na hukumu ambazo zimeteremka, siyo misingi. Hivyo hivyo mambo ambayo yamezuka baada yake hayazungumziwi kuhusiana na misingi ya dini, bali yanahusiana na furui. Kwa hiyo mambo ambayo yanazuka baada yake, sio maana yake ni haramu, kwa sababu imeteremka aya hii, li anna Allah ta'ala akmala lahum dinahum, kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu amekamilisha kwa wao dini yao. Inama kana yuha ila nabii sallallahu alayhi wasallama, hakika si vinginevyo kulikuwa kuna shushwa wahyi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, bi baadhi ma huwa dakhilun tahta tilka alqawaidi, kwa baadhi ya mambo ambayo ni yenye kuingia chini ya ile misingi allati unzilat alaihi qabla dhalik, ambayo imeteremshwa kwake kabla ya kwa hapo. Yani hayo mambo mengine yaliyoteremshwa baada ya hii yanahusiana pia na ile misingi iliyoteremshwa, yani siyo mambo mapya moja kwa moja Bali ni mambo ambayo inawezekana kupatikana hukumu ya mambo hayo kupitia ile misingi iliyoteremshwa kabla ya hapo. Hayo ndio makusudio wa annahu. Na miongoni mwa fadhila au mambo ambayo ni special kwa siku hii ya yaumu Arafa, annahu yaumun aksama allahu azza wa jalla bihi, ni kwamba hakika hiyo ni siku ambayo ameapa Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka kwayo

Yaumu Arafa, na siku ambayo ni yenye kushuhudiwa ni siku ya Arafa. Washahidu yaumu ljumua, na siku ambayo ni shahid ni siku ya Ijumaa, ambayo ni siku bora katika wiki. Kwa hiyo washahidi wa mashhudi, naapa kwa siku ambayo ni yenye kushuhudia siku ya Jumaa, na naapa kwa siku yenye kushuhudiwa siku ya Arafa.

ya Arafa, na apa kwa siku ya Arafa. wa qad aqsama Allahu taala bihi aidhan, na hakika ameapa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa siku hiyo pia. Yani ameapa kwa siku ya Arafa pia kwa kujalia kwamba siku hiyo ni katika masiku matukufu. wa annahu ahadu ayami alashhuril hurum. Jambo la tatu special kwa siku ya Arafa.

fala tadhlimu fihinna anfusakum wal ashhurul hurum al arba'atu dhul qadati wa dhulhijjati wa muharram wa rajab. inna iddatash shuhuri, hakika idadi ya miezi. Indallahi, mbele ya Mwenyezi Mungu. Shahran, ni miezi kumi na mbili. Fi kitabillahi, ambayo imo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lauhil mahfudh, yani imeshaandikwa kwamba ni miezi kumi na mbili yauma khalaqa lsamawati walarda, siku ambayo ameumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi. Yaani Mwenyezi Mungu ameamrisha kuandikwa katika hicho kitabu chake ambacho ni lauhi lmafudh, siku ya kuumbwa mbingu na ardhi. Na hii hailazimu kwamba lilazima iwe ni siku hiyo hiyo, makusudio ni wakati huko watangu, kabla ya mambo hayo kutokezea na kabla ya viumbe wengine kuumbwa. Minha arbatun hurum, ni katika hiyo miezi kumi na mbili, miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo pekee ndiyo dini imara ya Mwenyezi Mungu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi musizidhulumu katika masiku hayo nafsi zenu. Mwenyezi Mungu ametubainishia kwamba dini ya Uislamu ni dini imara na ni mapito imara. Kisha akatuelekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwamba tusijikoseshe fadhila za hiyo miezi mitukufu na masiku hayo, mtu asiingie kwenye madhambi, ajitahidi kutenda mema. Wal ashhurul hurum, na miezi mitukufu iliyotajwa kwenye aya al-arba'atu, minne dhul qada ni dhul qada wa dhul hijjati na dhul hijja ni mfungo pili na mfungo tatu, wa muharram na muharram wa rajab na rajab. Na miongoni mwa mambo special kwa siku ya Arafa, wa annahu ahadu ayyami al ashhur al haji, na kwamba hakika siku ya Arafa ni moja ya masiku ya miezi ya hija.

na kwamba hakika siku hiyo ya Arafa ni moja ya masiku maalumati yenye kujulikanwa. Alati ausa llahu taala bilikthari min alibadati fihi, masiku maalumu yenye kujulikana ambayo ameusia Mwenyezi Mungu mtukufu kukithirishwa kuna kuibada ndani yake, yani ameusia Mwenyezi Mungu watu kukithirisha kufanya ibada ndani ya siku hiyo. Faqala azza wajalla, akasema Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin maalumat, na walitaji jina la Mwenyezi Mungu, yani nawalete dhikri katika masiku maalumat. Wal ayyamil maalumat, na masiku maalumat, ashru dhul hijja, ni masiku 10 ya dhulhija, masiku 10 ya mwanzo.

na kwamba hakika siku hiyo ni siku ya Idi kwa watu wa kisimamu cha Arafa, watu ambao wanasimama Arafa siku hiyo ni siku, anhu, sallam, kal, siku tumi, bahagika, ya Idi kwao. Faqad sahha nhu anhu qala, hakika imesihi kutoka kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba hakika yeye amesema, inna yawma arafata wa yawman nahri, hakika siku ya Arafa na siku ya an-nahri, siku ya kuchinja Yaani siku ya idi kwa ambao si watu wa kisimamo, si watu wa hija. wa ayama tashriqi, na masiku ya kuanika nyama za kuchinja au kula nyama za kuchinja. Hii duna ahlalislam, ni idi yetu watu wa Uislamu. Makusudio ni kwamba siku ya kuchinja na masiku matatu ya mbele, hii ni kwa wote Waislamu, na siku moja ya kwanza, hii ni kwa sisi Waislamu ambao tutakuwa kwenye hija Yani, ambao tupo kwenye kisimamu cha Arafa. wa annahu al-yawmul ladhi, na kwamba hakika hiyo ni siku ambayo fihi ruknul hajjil azam, muna ndani yake nguzo ya hija tukufu zaidi. wa huwa alwuqufu bi Arafata, nayo ni kusimama Arafa. faqad thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, hakika imethibiti kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba hakika yeye amesema, alhajju Arafa, hija ni Arafa. Sio kwamba mtu akifanya Arafa tu kusimama pale tayari kashatekeleza hija, la bali kusudiwa ni kwamba mtu akikosa Arafa akawa hajaifanya na alikuwa amehirimia hija, huyu kuna mambo tele chungu nzima, ni haramu kuyafanya, ni haramu kuoa, ni haramu kuingilia, mpaka ufike mwaka mwingine akasimame Arafa, kwa sababu ibada hiyo aliacha kuifanya. Kwa hiyo mpaka ufike mwaka mwingine akishafanya ibada hiyo akamalizia hija yake, akajifungua, ndio itaharamika itahalalika kuoa, kufanya tendo la ndoa na kadhalika. Ikiwa mwaka huo wa pili hajaweza kwenda, asubirie tena, asifanye tendo la ndoa na mambo mengine mengi, ni haramu kwake kuyafanya kwa vile kisimamo cha Arafah bado hajakifanya. Ni wakati gani itakuwa ni halali? itakuwa ni halali kufanya tendo la ndoa akishakuja kuitekeleza hiyo Arafa. Kwa hiyo Mtume ametilia mkazo akasema, alhajju Arafa, kwa sababu wakati wake ni mdogo. Mtu ikimpita, ikimpita tu siku hiyo siku ya Arafa akawa hajasimama kisimamo cha Arafa, ibada yake huyu haisihi, anatakiwa aikamilishe, na kuna mambo itakuwa ni haramu mpaka akamilishe ibada wa annahu yawmun, na kwamba hakika hiyo ni siku ambayo yaghfiru llah fihi dhunuba, anasamehe ndani yake Mwenyezi Mungu madhambi. wa yutiqu minan nari man shaa, na anamwacha huru kutoka na moto ambaye anamtaka. yawmun yudhhiru lil malaikati sharafa ma jaa bihi ahlul mawqifi fi Arafata, ni siku ambayo anadhihirisha kwa malaika sharafa Ma jaa bihi ahlul mawqifi, utukufu ambao wamekuja nacho watu wakisimamo fi arafa, katika Arafa, yani utukufu ambao wamekifanya katika kisimamu cha Arafa. Wa fadilata manalu na nadhihirisha kwa malaika ubora wa ambao wamekipata. Faqad thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, hakika imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba hakika yeye amesema, ma min yaumin, hakuna katika siku yoyote akthar an yutika allahu fihi abdan min annari, ni kwenye wingi kuacha huru Mwenyezi Mungu ndani yake mtumwa kutokana na moto min yaumi arafata, mja kutokana na moto min yaumi arafata, kuliko siku ya Arafa. Yani hakuna siku yoyote ambayo ni kwenye kupatikana kwa wingi kuacha huru Mwenyezi Mungu ndani yake mja kutokana na moto kuliko siku ya Arafa. Siku ya Arafa Mwenyezi Mungu anasamehe kwa wingi zaidi kuliko siku nyingine. Kwa hiyo tujitahidi, Waislamu, tukithirishe kuomba dua katika siku ya Arafa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atukubalie maombi yetu na atujalie sisi tuwe ni katika watu wa mafanikio duniani na akhira, atujalie sisi